Tunapewa upendeleo mkubwa, ni Jumapili, losheni utajiri mkubwa sana katika roho zetu katika maisha yetu kama Wakristo. Jumapili ya tatu ya mwaka A wa Kanisa, tukipewa cha kwanza, ikiwa ni jumapili ya neno la Mungu, jumapili ya neno la Mungu, na ni jumapili ya saba tangu kutangazwa kwa ne, eh, kuwa jumapili ya neno la Mungu na hayati Baba Mtakatifu Francis lakini kwa namna ya pekee kwamba jumapili ya leo, kwa nini tunasema kwamba ni jumapili yenye utajiri, jumapili yenye upendeleo? Ni siku pia ya kumaliza juma la kuombea umoja wa Kristo, ambayo juma tangu juma lililoanza, tulianza kuombea umoja wa Kristo, leo tunafikisha siku nane. Lakini si hayo tu, inaangukia siku yenyewe ya huyu gwiji ambaye alikuwa mhubiri wa mataifa mtume wa mataifa yote, mtume wa wapagani Paulo mwenyewe. Leo kiwa tarehe ishirini na tano mwezi wa kwanza tunaadhimisha siku kuu ya kuongoka kwake mtume Paulo. Kwa hiyo ni mpango wa Mungu kwamba siku ya neno la Mungu, tunapokuja kulitafakari, tunapewa nafasi, na leo ningewaalikeni, tuongozwe na kauli mbiu hii ya wewe ni na wewe ni wa nani, to whom do you belong, where do you belong na hii itakuja kujikita sana tutakapokuja kulizama kabisa katika somo la pili la mtume Paulo. E, na masomo yanayotuongoza ni kwe, kutoka Isaya sura ya tisa ya kwanza ya nne, eh waraka wa kwanza wa mtume Paulo kwa Korintho sura ya kwanza aya ya 10 mpaka ya 13 na ya 17, eh na Mathayo sura ya nne aya ya 12 mpaka ya 23. Lakini pia Bwana ni nuru yako, e, wewe Bwana ni nuru yako, Yesu Kristo ni nuru yako neno la Mungu limesha kufanya uwe nuru ambayo tutakuja kuyaona leo katika wimbo wa katikati unaotuambia kwamba Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu. Ili hilo neno tunalokuja kualikwa leo, tunapokuwa tumeshajifunza vyote, tuone na kuweza kusema kwamba ni kweli sisi, Bwana ni nuru na ngome yetu, tunaposimama kulinda imani yetu, tunaposimama kutetea Ukristo wetu katika somo la Injili. Na somo la kwanza kutoka nabii Isaya tunapewa sehemu mbili, tunapewa maeneo ya Zabuloni na Naftali. Katika somo la kwanza tumeambiwa kwamba e, mwanga umewaangazia hao wa walio katika nuru ya mauti katika sehemu za Zabuloni na Naftali, na katika somo la kwanza tumeambiwa hali ya walio dharauliwa, waliokuwa wakidharauliwa, lakini hapa wameuona utukufu, na haya yanatimilika leo ambapo Yesu anaacha mijini nafika Galilaya anaacha miji anatoka Nazareti anashuka kabisa kwenye hizi sehemu ambazo ni za watu waliozalauliwa, Zabuloni na Naftali na huko huko wakifika ndo tunaona anaenda kuwaita mitume wake wa kwanza, mitume pa Petro, Andrea, Yakobo na Yohane na anawakuta kwenye shughuli zao za kawaida, katika shughuli za uvuvi. Na ndo hivyo hata sisi katika ubatizo wetu, kwa ubatizo wetu tunaitwa katika mazingira ya kawaida, tunaitwa kufanywa mitume lakini, tujiuliza, hawa watu wamekutwa kwenye mazingira gani na kwa nini kawafata? Yesu anatupa somo hapa. Watu hao wa walioitwa sio wataalam sana, sio wasomi, sio eh, magwiji wa Torah na mambo mengine kama ambavyo tungezani. Amewachagua watu wa kawaida kabisa, wavuvi waliokuwa na eh, kazi ya kawaida. Na Mungu ndipo anavyotufuata leo, anavyotuita kila mbatizwa katika shughuli zetu za kila siku, twende kuwa mitume, twende ku... Watu wa habari njema wa neno la Mungu, ambao tunaitiwa katika hali ya kawaida, tukiwa mashambani, tukiwa kazini, tukiwa ofisini, kwenye ofisi zetu, tukiwa katika biashara zetu, katika minada yetu, tunapofanya shughuli katika migahawa yetu, katika kantini zetu, katika vijiwe vyetu vya kahawa, huko huko ndo tunapoitwa kuwe mitume wa kutangaza neno la Mungu. Na Baba Mtakatifu eh, Francis alipokuwa anatangaza hii Jumapili ya kuwa neno la Mungu, alisisitiza akasema hivi, hii neno la Mungu ambalo ni tumeshaambiwa kwamba neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na mwanga wa njia zetu, lituongoze na tuweze kulipenda. Ili tuongozwe na neno la Mungu, inabidi kwanza tulipende, tukishalipenda tulisome, tukishalisoma tulitafakari na kulifanya liwe sehemu zetu. Alisema, Card the word of God in your pockets. Kwa natualika kwamba tusiache Biblia zetu, tubebe neno la Mungu sehemu yote tuendapo, kwenye mifuko yetu, kwenye mabegi yetu na sehemu zozote zile. Ni bora usahau simu au kompyuta, lakini usisahau neno la Mungu. Na kwa maana hiyo inakuwa na maanisha kwamba huyu neno aliyejifanya mtu akakaa kwetu anakuja kwenye mazingira yetu ya kawaida akimaanisha kwamba tunapotembea katika mazingira yetu, tuwe watu ambao wamebeba neno la Mungu wa kushuhudia neno la Mungu katika mat, kwa matendo yetu na kwa maneno yetu. Kwa maana nini? Kwa maana yake nini? Huyu alojifanya mtu akaja kukaa kwetu, kama tunavyoambiwa katika Injili ya Yohane, sura ya kwanza ya kumi huyu ndo, huyu huyu, Yesu anapokuja kati yetu leo, anavyotuita, alivyotuita kwenye ubatizo, anakaa katika maisha yetu ya kawaida, ili sisi tuweze kumshuhudia katika kulinda imani yetu na kulinda Ukristo wetu. Na kwa hiyo sasa, awa mitume walioitwa, wanaoitwa leo na tunavyoitwa sisi wote, kumbe, kitu cha kwanza anachoangalia anacho, Bwana Yesu katika kumtumikia, katika kuweza kuishi ushuhuda, kwanza ni kuwa tayari kum, eh, ni unyenyekevu, utii wa kukubali kumfata, kumsikiliza kama wakiwaita watumi kwanza, waende wa kutangaza neno la Mungu, kwanza ni kukaa naye kujifunza. Kwa hiyo kulijengea mazingira neno la Mungu ya kulisoma kila wakati, ili likishakuwa pati ya maisha yetu, anakuwa ni Bwana Yesu mwenyewe wakuja kutuongoza sasa, anayetubeba kwenda kulisema. Na hapa mwaliko huu unaweza ukatupeleka kwa maneno aliyowahi kusema Kierkegaard. Soren Kierkegaard aliwahi kusema huyu mwanafalsafa mmoja, na aliwahi kusema kuwa na mwana teolojia akasema kwamba hatupaswi kusoma neno la Mungu kwa kutumia taaluma taaluma zetu tu au kutumia elimu yetu au kima yetu ya kimungu. No, hapo tutapotea, kwa sababu kiburi kitatubeba na hatutaweza kwanza kuelewa neno la Mungu na pia hatutaweza kuwaelewesha watu kufanya waelewe neno la Mungu, bali akasema kwamba ni kwenye magoti yetu ndipo tutaweza kulielewa neno la Mungu na kuwafanya wale wanaotusikiliza waweze kulielewa neno la Mungu ni maana yake ni nini? Ni kutuita katika unyenyekevu, anatuita katika unyenyekevu. Na ndio maana Bwana Yesu anapowaita hawa mitume anatanguliza maneno, kuna maneno ambayo amesema kwamba tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu umeka, umeka, umekaribia. Kwa maana nyingine ni kwamba mwaliko wa kubeba neno la Mungu inabidi utupe nafasi ya kwenda, tunatambua kwamba tunabidi kuipokea neno la Mungu au, wow, kutanguliza unyenyekevu lakini pia kitu cha kwanza kufanya metanoia Eh, kutubu, kuwa mtu wa kwanza wa kutubu ni kwamba kukubali kwamba mimi nakosea na kuchagua kuwa na m, a, kufa, kufuata njia mpya ya maisha kufanya mageuzi katika maisha yetu. Lakini basi kama ambavyo nilikuwa nimeshasema kwamba leo tujiulize sisi ni wanani? Sasa hii hii dhima yetu ya leo au wazo letu kubwa la leo linatoka katika eh, somo la pili la mtume Paulo kwa kwa Wakorinto hii sura ya kwanza ambapo tumeona mtume Paulo huyu ambaye ameitwa kuhubiri neno la Mungu kuwahubiria habari njema. Baada ya kuhubiri habari njema, kuwafundisha hawa watu wa Korinto na kuliimarisha kanisa lao, badala yeye apokee habari njema, apokee majibu mazuri, anapokea habari njema kwamba kuna mgawanyiko. Kwa hiyo ndio hicho ambacho tunaitwa leo kutafakari kwamba sisi na sisi tumegawanika. Somo la pili tunaona masikitiko ya Paulo. Kwanza nanawaasa na, kwamba inabidi wao wanene mamoja, wala pasiwepo na faraka au mfarakano, bali kati, wawe katika nia moja wa nia mamoja na, na shauri moja. Akaendelea kusitiza kwamba kwa maana kwa amesikia na kutarifiwa kwamba kuna chuki, ndo kitu cha kwanza chuki na fitina, kuna fitina kati yao, lakini sasa anajaribu kuonyesha hizi tofauti, kwamba anasema nasikia mara mwingine anasema mimi ni wa Paulo, mimi ni wa Apolo, mimi ni wa Kefa na mimi ni wa Kristo. Sasa huyu hapa Paulo anawauliza kwamba katika kugawanyika huku na, kwa nini mmegawanyika, na katika kugawanyika huu ni kwa ajili ya ya nini? Nini hivi vyote mnafanya kwa ajili ya nini? Wote ni kwa ajili ya msulubiwa. Si tumebatizwa katika jina moja, jina la Kristo. Kwa hiyo Yesu eh, amini mtume Paulo anajaribu kuwaonyesha kwamba kinachowagawanya ni kwa sababu nyiye mmetoka kwenye kusudi lenu. Ni kwa sababu mmepoteza direction ya wito wenu kama Wakristo kama wana wa Mungu. Na, na Father Francis Gonzalez go, mtaalamu wa maandiko alikuwa anaelezea hii akasema, kwamba mgawanyiko uliokuwepo sio sehemu hii hapa. Hata kwa barua kwa Wagalatia, na sehemu nyingine za barua za Paulo, anaonyesha kabisa hii mgawanyiko. Anasema, this division was not doctrinal but it was the denomination because of denominations. Kwa maana nyingine ni kwamba huu mgawanyiko, hii misuguano, haya malumbano, sio kwa sababu ya tafsiri za kimafundisho au za kimaandiko, no. Ilikuwa ni kwa sababu ya madhehebu au tuseme makundi makundi, kwa sababu ya migawaniko tu ya vitu vingi vya kimwili. Sio kwamba wamegawanika kwa sababu wanashindana kulijua neno la Mungu au kulitafsiri, hapana, kwa sababu ya mambo mengine ya nje nje, na ndo mwaliko huu wa leo ambao tunaweza kukajiuliza kwamba sisi kama tumegawanika sasa leo nisipende niengelee kwamba kuna mgawanyiko kati ya madhehebu ya kilokole ya kipentekoste ya kiinglikana na kanisa Katoliki. No, haya madhehebu tuyaangalie sisi wenyewe, kama Wakristo au kama Wakatoliki katika muktadha wetu, kama sisi wenyewe, sisi tuna madhehebu gani ambayo yanatufanya tugawanyike leo? Mpaka Paulo anatuuliza wewe ni wa nani? wewe na wa wapi? Kwamba sisi wote ukija kuangalia katika vitu ambavyo vinakuwa vinatugawa kama jumuiya, kama familia, kama vyama vya kitume kama wafuasi katika parokia, wengine tukasema sisi ni waparoko, sisi ni waparoko msaidizi, sisi ni wa mama mkuu, sisi ni wa mama mkuu msaidizi. Kwa wale wa jumuiya za kitawa, sisi ni wa provinsiali, sisi ni wa makamu provinsiali. Hizo timu timu ambazo huwa zinajengeka, ukija kuangalia vinavyowagawa ni kwa sababu ya mambo tu ya tamaa labda za kimwili, za kimadaraka, za kupendelewa, kutafuta upendeleo, e, eh, kwa sababu ya kutaka kujulikana sana kwa sababu ya kutaka ujulikane uwe recognized, kwa sababu ya kutafuta fedha. Lakini wakati mwingine hii migawanyiko inatokea kwa sababu wakati mwingine tunapenda kurahisishiwa mambo, kwamba nita nibaki sehemu fulani labda kwa sababu nitakuwa namsikiliza huyu ambaye aniambia ukweli, kwa hiyo huyu ndo nitasaidi naye. Kwa hiyo ndo hii migawanyiko ambayo inakuwa, inakuwa inakuja kati yetu. Lakini sasa vitu vingine vinaweza vikawa labda vinatokea bila kujua kwamba kwa nini mimi labda na, naweza nikawa sehemu ya mgawaniko huu wa au kutoelewana. Mimi nimechangiaje? Kwani nimechangiaje katika marumbano? Nimechangiaje katika division hii? Ni vitu vya kawaida, wakati mwingine tunafanya kwa kujua, kutokujua unakuta umeingia aidha katika marumbano, katika mgawanyiko katika jumuiya zetu, au kwa kukusudia. Kuna baadhi ya mambo tunaweza tukayafanya. Cha msingi cha kwanza tuchukue hiyo msimamo wa Paulo kwamba sisi wote tukibaki katika kusudi letu kwamba tunaitwa kutangaza neno la Mungu, kwa hiyo hatuna haja ya kushindana, hakuna haja ya kupinga e, mafanikio ya mtu mwingine au kumcriticize mtu mwingine afai, kama kweli ni mtu tuko kwenye kundi moja, hakuna haja ya kugombana kati ya karizmatik na moyo mtakatifu wa Yesu, au kufanya tunashindana, au wanakwaya, kwaya mtakatifu Cecilia ishindane na kwaya mtakatifu Maria Goretti au wawepo watu sisi ni waparoko. Tukishajua kwamba sisi wote tumebatizwa kwa jina la Kristo na tunaitwa kutangaza neno la Mungu na kulisikiliza neno la Mungu ambalo ni moja, basi inabidi tuishi kwa kuvumiliana, kwa kunia mamoja, kwa kupanga mamoja, kama tunavyoalikwa katika Injili, lakini kuepuka na vitu vingine visivyo vya lazima. Kwa mfano kuepuka sifa zisizo za lazima, kutafuta umaarufu usio wa lazima, kujipendekeza kusiko kwa lazima, kutafuta kukubalika, kwa sababu kuna wakati mwingine unaweza ukakuta hata sisi wengine viongozi wa kiroho tunakuwa watu wa kwanza katika kuagawa. Unakuta kwa ya zipo tatu na una, una side na moja tu, unapendelea moja. Vipo vyama vingi vya kitume, unaamua kudili na charismatic tu, unaipotezea Moyo Mtakatifu wa Yesu na kila kitu kwenye jumuiya unakuta labda mnajitenga wale ambao wasiokuwa na pesa, mnawatenga. Halafu nyie mnajikuta kwamba labda sisi ndo tunaweza kuchangia sana, kwa hiyo mnafanya hivyo katika kamati tendaji zetu za parokia na wapi, unakuta sisi tunajishika hivi kwenye jumuia zetu za kitaa, labda unakuta sisi tunaamua kusema kwamba sisi ni wa ukanda fulani, sisi tutamsupport fulani, sisi tutadili na mama mkuu kwa sababu anatoka upande fulani, tutadili na provincial kwa sababu anatoka upande fulani. Watu wengine, sisi tutajikita na watu kwa sababu ni wa ukanda same fulani, wa kabila same, badala ya kubeza katika kutafuta kwamba hili neno la Mungu same fulani, katekesa ijaenda vizuri kwa watoto, kwa vijana wetu, vijana waje tena kanisani, tuwarudishe badala. Kwa hiyo tukisha kitanguliza neno la Mungu tukajua kwamba sisi wote tumeitwa kwa ajili ya kuhudumu kwa ajili ya Yesu Kristo ambaye ametuita ni mmoja, tukakosa kutoka kwenye kusudi hakika. E, eh, mgawanyiko uwezo ukatokea katika maisha yetu au katika utume wetu. Lakini jambo jingine kuangalia ni nini cha kuongea, wakati gani wa kuongea, na kwa watu gani niongee. Sio kila kitu lazima kuongea. Hata wakati mwingine ukiona mambo ya endi, tunaweza tukapunguza kuongea sana, wakati mwingine kunaleta mgawanyiko, na zaidi na zaidi pale unapoamua kuongea au kuhukumu mtu bila kuwa na uhakika We, yeah, so we must avoid this, uh, hukumu za haraka haraka, judgment za kutu, una uhakika unaanza kuhukumu, unaanza kuakiuzi wake. Lakini jambo jingine ni kutojiingiza kwenye mambo yasio kuhusu. Ukisikia kuna malumbano na wewe, usifike unajiweka au ukakuta watu wanachuki wana wana chukiana wana kimbizana bila kuwa na nani, eh, bila kuwa na uhakika, upasi kuingia kwenye ugomvi wao bila kuwa na uhakika ndugu zangu, lakini ili tufanikiwa haya yote ndo tunaitwa sasa leo kulifanya neno la Mungu liwe taa yetu na nuru zetu, kwa sababu nimesema kwamba neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na mwangu wa kutuongoza katika njia zetu. Na leo tumeimbiwa katika wimbo wa katikati kwamba Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, ni muogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu. Kwa hiyo na kwa hiyo mwaliko mwingine wa neno la Mungu kama tulivyo nilivyosema, ni tunaitwa kuwa mitume lakini pia watu wa kutetea neno la Mungu kama tulivyokwishaambiwa na Mtume Paulo, kwamba kwamba tuwe tayari siku zote kumjibu mtu yoyote atakayetuuliza juu ya tumaini, matumaini yaliyo ndani ya mioyo yetu, lakini amesema kwamba tufanye hivyo kwa upole na kwa heshima. Kwa maana tukishafanya hivyo, anasema kwamba muwe na dhamiri njema, kusudi mnapotukanwa na wale wanaosema ubaya juu ya mwenendo wenu mwema kama wa Kristo waone aibu wenyewe. Kwa hiyo sisi wenyewe ambao ili neno la Mungu, wakati mwingine tukiliishi tukalitetea, tuka kwa wao, itakuwa ni miiba kwao kwa, kwa sababu tunasema kwamba the word of God is the sword which cut both side. Ni, ni upanga unaokata wenye makali pande zote, ukisema vizuri utawapendezesha, ukisema mazuri ambayo ni kinyume kwao utawachukiza. Kwa hiyo sisi tuwe tayari lakini anasema tuwe kwa upole. Kwa hiyo tunaitwa pia leo kutetea imani yetu. Tusikimbie kimbie kwenye madhehebu, tusipeperushwe peperushwe, ni vizuri. Tusimame katika imara katika imani na kulinda imani yetu na kutetea. Leo ukiulizwa kwa nini unaamini eh, katika Bikira Maria kuombea? Kwa nini unaamini katika watakatifu? Simame kidete lakini auwezi ukafanya hivyo kwanza bila kulialika neno la Mungu ambaye ni Kristo mwenyewe awe nuru yako ili uweze kuangazia wengine lakini pia bila kulisoma, kulijenga, liwe sehemu ya maisha yetu wasisitiza pia watoto katika familia zetu kuanza kulisoma kuanzia mwanzo. Weka utaratibu kwenye familia kwamba kila siku lazima iwepo sehemu ya kusoma neno la Mungu katika familia. Nikiwa e naenda kazini, nitangulia na neno la Mungu e, tusiweke Biblia pembeni. Sasa hivi tumeona kwamba simu nini zimechukua nafasi ya Biblia. Biblia iwe na nafasi yake yake yake yake katika familia, yake kazini, yake katika familia kazini kuendesha gari nafasi yake katika kiwanda changu na kila sehemu, lakini pia cha mwisho kabisa ambacho tunaalikwa kwa siku ya leo ni kusimama sasa imara kusimama imara e, tunaitwa kuwa imara kwamba Paulo Petro anatuambia kwamba mwendeeni yeye kama mawe hai mkajengeke na kuwa nyumba ya kiroho ambapo mtamtumikia kama makuani watakatifu kutolea dhabihu za kiroho zenye kumpendeza Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Hiyo ni waraka wa kwanza Mtume Petro kwa watu wote, sura ya pili aya ya, ya, ya tano na ile ya kwanza ambayo nimesema kwamba tuwe tayari kusimama imara na kumjibu kila mtu anayetuhusu kuuliza kuhusu tumaini e, tumaini iliyopo ndani ya mioyo yetu, ni sura ya, ye, sura ya tatu aya ya kumi na tano mpaka ya kumi na sita kwenye hicho hicho. Eh, barua ya mtume Petro ya kwanza kwa watu wote. Kwa hiyo leo tunaitwa kusimama imara katika neno la Mungu neno la Mungu lituongoze ili katika magumu katika eh, maswali tunayokutana nayo njiani tuweze kwanza neno la Mungu ni sala sala kubwa sala ya kwanza sala inayotuongoza ndio maana hata kwenye misa ukiangalia sehemu ya neno wimbo wa mwanzo wimbo wa katikati somo la kwanza la pili shangilio ni neno la Mungu ndo linalotuongoza, lakini pia neno la Mungu ni dawa ya kutuponya. Neno la Mungu ni nguvu, neno la Mungu ni kutuongoza, neno la Mungu ni maarifa.